Karibu mtazamaji wetu wa o, Mantapala TV Nieta. Jina langu Miss Magodoro, mtoto wa Mamashura, nikikuletea kipindi chetu, ukiona kanisa mkutano mkubwa ambao ulitendeka kwenye kambi yetu ya Mantapala, ambao ukishirikisha na wageni wazungu kutoka nchi jirani, ambao walikusanyika kwa pamoja, mapasta makanisa yote ambayo inapatikana kwenye kempo walishiriki kwa pamoja, na pamoja viongozi wa mashirika walikusanyika wote, kwa sababu ya kuomba Mungu Baba lakini katika mkutano wetu ambao ulikuwa na wageni kutoka huko nchi za Ulaya walisema kwamba tukaze maombi, tutoke kwenye majangwa, ona sisi wakimbizi kila siku tukikuwa, tukilia. Basi maombi hayo yalikusanyika kwa nguvu na watu waliomba kwa sala kwa nguvu kwa mahitaji. Lakini mkurugenzi wa kambi Araho alikuwa na haya ya kusema mbele ya wakimbizi, alitoa hotuba: wakimbizi, tukaze mkono na tuzidi kuomba. Mengi zaidi tunamkaribisha aliaaba hey, kwa, kwa sababu sisi wote siwezi kusema chochote mbele ya mkutano. Nimeshukuru sana Mungu kututia kwa imani, nimefurahi sana kukutana na nyinyi. Mungu atuwezeshe kwa sababu tena tukutane tena, itupe nafasi kubwa kwa sababu tena ni, tenaalau Taongea <tune> na Madam Irene mkurugenzi wa UNHCR atupe tena nafasi ya pili tena kwa sababu tuendeleze kuomba, ona tupiganishe njaa na kila kitu mwaka huu ambao tunapojiri tupate mengi zaidi. Nashukuru sana mapasta kwa sababu wanafanya kuombea kambi yetu, ni vizuri sana nimependezwa na kitu kama hichi. Kwa upande wangu mimi okay. mwe Yesu Kristu na tutasha sana pa ushukuru husumo umweatupela Bwana Yesu, tunashukuru sana kwa siku huu. Thank you for your mighty presence in this place. een ihi twamita shaba chenso chenu chilipano tata. Asante kwa uwepo wako mkubwa mali kama hapa unakose mwami kuri kugere hano ha Holy Spirit, we invite you, you are welcome here. Mpashwa mshilo tuamita iseni pano Roho mtakatifu tunakualika hapa mukaya tunagutumia likinokiwaz